Wakizungumza wakiwa mjini Mombasa, viongozi wa kidini wameitaka serikali kuingilia kati kesi ya mama Noor Jeizan ambaye akaunti zake za benki zimefungwa kwa madai ya kuwa mumewe alikuwa na mikopo katika benki ya DTB kabla ya kufariki. Suala hili linalosemekana ni ulagai limekashifiwa vikali huku wakiomba wahusika wa ufisadi wa wa huo kuchukuliwa hatua za kisheria kumsaidia mama Noor Jeizan kupata haki zake alizozuiwa na benki ya DTB pamoja na kumfungia akaunti zake kidhuluma, ikiwemo kumwekea deni marehemu mume wake milioni mia sabini na nne. Tunaomba kilio hiki chetu, viongozi wa dini, kanisa, msikiti na Kemnak, mutatusikiliza na kumsaidia, wakiwemo Wakenya wengine wanyonge wa, wanapitia shida kama hizi kupata haki zao vilevile vile waliotenda jinai hii wafikishwe kwenye vyombo vya sheria na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Na tuomba tarehe 11, inshallah, vile mahakama ya Mombasa majaji wake wanataka haki, tunaomba wampe haki Noor Jeizan, akaunti zake zifunguliwe. Viongozi hawa wakitoa onyo kwa wanao mdhulumu mjane huyo wamenukuu kitabu kitakatifu wakisema kuwa kile mtu anachokipanda ndicho anachokivuna hivyo wakielekeza dhulma dhidi ya mjane huyo kukomeshwa. Muhimu sana kujua kwamba chozi la mjane ni chozi hatari, na shangaa benki hii imejiweka mahali ambapo ni pabaya sana, na wote wanaohusika katika jambo hili, na waonya kwamba mambo mengine kama haya yatawapata jamii zao, kwa sababu kila unachopanda, Biblia inasema ni lazima utakivuna. Umeungana pamoja kwa niaba ya Mungu kwamba una, unapo anza kumdhulumu mjane unakutana na Mungu. Si imekuwa miaka takriban kumi na nne baada ya mumewe kufariki, na inasemekana kuwa mjane huyu pamoja na wanawe wamekuwa akiteseka kujikimu kimaisha, jambo ambalo ni la kuhuzunisha kabisa, kwani hii ni familia ambayo haifai kuwa katika hali hiyo ya umaskini. Na nilipopata hii ripoti kwamba hapa kuna mama anateseka hali mume wake alimwacha akiwa na mali ya kumsaidia yeye pamoja na watoto wake na majirani zake, lakini mahali mali hii ilipowekezwa ili kwamba iwe salama umezuka utata mkali sana. Hii ilinibidi kwamba ni lazima tuungane na viongozi wote ili tutetee haki ya huyu mama pamoja na familia yake na watu wake na mali yao. Kudhulumu mtu tena yatima, ana watoto, mama na yeye mwenyewe ni mjana. Hili ni jambo ambalo laana yake haijue ni Mungu. Kila wakati anapokaa kilia na watoto wake wakidhalilika, wakipata shida, jua wewe una fungu lako hapo benki. Ikiwa wewe ulihusika katika kutia saini, basi wewe umedhulumu. Ikiwa wewe ulihusika katika kutoa pesa zikaingia kwa akaunti ya mwingine, jua wewe umedhulumu. <tipa> Immaculate Karimi, Undugu TV.